Bila kusema neno, alipiga magoti na kuanza kufuta doa lile kwa kutumia shati lake mwenyewe. Kitendo hicho kilimfanya yule mpenzi wa zamani azidi kukasirika kwa mshangao. Sara alimwalika yule kijana kwenye miadi, lakini kijana huyo hakumjali kabisa. Macho yake yalikuwa yameelekezwa kwenye mifuko ya bidhaa za kifahari iliyokuwa kauntani, hivyo alimkataa kwa msukumo wa hasira na kujithibitisha, Sara alitoa kadi yake ya mkopo ya dhahabu nyeusi na kununua mifuko yote ya wabunifu iliyokuwapo pale. Siku iliyofuata, Sara alienda moja kwa moja nyumbani kwa kijana huyo akiwa na pendekezo fulani. Wazazi wake walishangaa sana, wakijiuliza kwa nini binti yao ghafla amekuwa makini na mwenye msimamo kiasi hicho. Ukweli ni kwamba Sara alikuwa mrithi wa himaya kubwa ya kibiashara, lakini baada ya talaka ya wazazi wake, kaka yake wa kambo aligeuka kuwa mpinzani mkubwa katika urithi huo. Sara alianza kumshuku kuwa kaka huyo alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwigizaji maarufu. Akiwa anafanya uchunguzi wake, kijana wa maajabu akaendelea kujitokeza ma jambo ambalo Sara hakuweza kulikataa. Hatimaye Sara alijikuta analazimika kukunja mashuka pamoja naye. Taratibu umbali kati yao ulianza kupungua na Sara akaanza kushindwa kuzingatia uchunguzi wake. Baadaye ilibainika kuwa jina la kijana huyo lilikuwa Yun Hao na kwamba yule mwigizaji alikuwa amemtega Sara ili kumzuia kufikia ukweli. Siku moja, Sara alienda kwenye mgahawa ambako wasichana wote waliokuwa bado hawajaolewa walikuwa wakimkodolea macho mwanaume mmoja. Alipomtazama vizuri aligundua kuwa alikuwa Yunhao ambaye sasa alikuwa akifanya kazi kama barista. Mwanzoni alimpuuza, lakini alipopewa punguzo mara mbili wakati wa kulipa na kuona alama ya moyo imechorwa kwenye kikombe chake cha kahawa alitabasamu bila kujizuia. ya jumba la maduka alitokea kimya kimya na kumpa waridi jekundu. Sara alichanganyikiwa, akijiuliza kama hii ilikuwa mbinu mpya ya kutongoza. Siku chache baadaye Sara alipokuwa ofisini kulizuka vurugu nje. Mpeleka mizigo aliingia bila ruhusa ya katibu Sara alikasirika kidogo, lakini yule kijana alisisitiza kuwa angekabidhi barua hiyo kwa mpokeaji halisi tu na hata akaomba kuona kitambulisho chake. Kwa hasira, Sara alikipiga kitambulisho mezani, lakini ghafla aligundua kuwa mpeleka mizigo huyo hakuwa mwingine bwa yake. ilikuwa kuwa padre siku moja. Ili kufanikisha ndoto hiyo, alikuwa akifanya kazi nyingi tofauti. Hata hivyo, hadithi ya Sara na Yunhao haikuishia hapo. Baba wa Sara alikuwa kutoka katika familia maskini na kuingia katika familia tajiri kama mkuwe, jambo lililomlazimisha kufanya kazi kwa bidii ili kujithibitisha. Kwa sababu ya nguvu na ushawishi wa Sara kama mwanamke, mara nyingi alihukumiwa na kudharauliwa. Siku moja, Sara alihudhuria mkutano wa wanahasi katika kampuni. Alijisikia kuwa hatimaye kipali chake kilikuwa kinatambuliwa, lakini badala yake, wafanyabiashara wazee walianza kutoa mizaha za ovyo. Maneno yake yalimuumiza sana, lakini hakuweza kuwajibu kwa hasira. Akiwa amejawa uchungu, alianza kumwaga hisia zake huku akiosha gari lake. Hapo ndipo alipomwona Yunhao. Yunhao alisema angegarimu huduma ya kuosha gari, lakini akaomba kahawa moja tu kama malipo. Sara alikubali na walipokaa kwenye mgahawa, Sara aliagiza nyama ya steki kwa ajili yake, huku Yunhao akimtazama kimya kimya akiwa na huruma. Sara alianza kumuuliza kwa nini walikuwa wakikutana mahali pote; ilionekana kama bahati nasibu ya ajabu. Yunhao alimweleza ndoto yake kuwa padre, maisha ya kujitenga na jinsi mama yake alivyopinga vikali. Waligombana sana na hatimaye Yunhao akaondoka nyumbani na kuamua kufanya kazi kwa bidii ili kuihudumia familia yake. Kwa upande wa Sara, licha ya kuwa bilionea, alikuwa mzembe na maisha binafsi. Jumba lake la kifahari lilikuwa limejaa fujo. Siku moja aliposhtuka kuona nyumba imekuwa chafu kupita kiasi, alipiga simu kampuni ya usafi na kudai watume wafanyikazi kumi. Lakini alipofika mfanyikazi wa usafi, Sara alishangaa sana. Kampuni ilikuwa imemtuma mtu mmoja tu, mwenye nguvu sana. Na kwa mshangao mkubwa mtu huyo hakuwa mwingine bali Yunhao. Hata hivyo Yunhao hakujua kabisa kwamba ile nyumba yenye fujo ilikuwa mali ya Sara. Alipoiona hali ya vyumba, alijisemea moyoni kuwa sasa anaelewa kwa nini mteja aliomba mtunza nyumba mwenye nguvu. Akaanza kazi yake mara moja. Mpangilio wake na ustadi wake wa kupanga vilimvutia sana Sara. Kila kitu kilipokaa sawa, Yunhao alipokuwa akijiandaa kuondoka, aligundua kuwa kinara cha kifahari kilikuwa kimeharibika. Akaona ajaribu kusaidia kukirekebisha, lakini kwa kosa dogo tu kinara kizima kikaanguka na kuvunjika vipande vipande Yun Haw alibaki ameshtuka kabisa. Kinara cha aina hiyo kingegharimu kiasi gani? Sara aliporudi nyumbani tena, ikathibitika jinsi dunia ilivyo ndogo. Kinara alichokivunja Yunhao kilikuwa na thamani ya dola milioni 6.8. Yunhao alisema angeilipa deni hilo kwa kufanya kazi chini ya Sara, lakini Sara alikataa mara moja na kumwambia alipe pesa taslimu. Hata hivyo, Yunhao alisisitiza kuwa angekuwa anakuja kila siku kusafisha nyumba mpaka deni hilo liishe. Mwanzoni Sara alikuwa na wasiwasi kuajiri mwanaume kama mtunza nyumba, lakini Yunhao alimwambia kwa utulivu kwamba alikuwa karibu kuwa padre na hakuwa na nia yote kwa wanawake. Akiwaza kuwa nyumba ilikuwa sasa safi kabisa na ratiba yake ikiwa imejaa, Sara akaona kuwa kuwa na msaidizi kungekuwa jambo la msaada, hivyo akakubali. Siku iliyofuata walienda pamoja dukani kununua mahitaji ya nyumba, lakini yeyote aliyewaona hangeamini kuwa wao ni mwajiri na mfanyakazi. Walionekana kama wapenzi. Njiani Yunhao alisimamishwa na mmoja wa wafanyakazi wenzake wa zamani. Sara akaanza kugundua kuwa kijana huyu alikuwa amefanya kazi nyingi sana kwa sababu popote walipoenda kulikuwa na mtu aliyemtambua. Sara ambaye kwa kawaida alikuwa mtulivu, alianza kuwa na hamu ya kujua zaidi kumhusu. Siku hiyo hiyo kulikuwa na mkutano mwingine wa juu wa kibiashara. Baadhi ya wanahisa wazee walianza tena kauli zao za kawaida, wakisema wanawake waliumbwa waonekane wazuri tu na hawafai kuongoza. Sara alijaribu kuzuia hasira yake, lakini alipoona hata hawakumruhusu kuhudumia vinywaji kwa kisingizio cha jinsia yake aliumia zaidi na akaondoka kwenye mkutano. Wanahisa hao walikuwa wamesahau kuwa Sara alikuwa na kaka wa kambo aitwa Sizu. ingawa mara nyingi waligombana, inapofika suala la kumdharau Sara, Sizu hakuwa kimya. Siku iliyofuata aliwaonya wanahisa wazi wazi wazi kuwa kama wali taka kuendelea kufanya kazi katika kampuni walipaswa kumuheshimu Sara la sivyo wangetimuliwa. Na hilo halikutosha, usiku huo huo Sizu aliingia kwenye mkutano mwingine wa wanahisa na kuwarudia onyo hilo: mtu yeyote atakayemdharau Sara au kumlazimisha kuhudumia vinywaji kwa sababu ni mwanamke asingekuwa salama. Baada ya kusema hivyo aliondoka kwa mtindo wake wa kujiamini. Sara aliporudi nyumbani siku hiyo alikuwa amechoka sana kiasi kwamba hakuwa na nguvu hata ya kuondoa vipodozi usoni. Mtunza nyumba wake mwerevu na mwenye sura nzuri, Yunhao, akaingia kazini mara moja kumsaidia. Wakati huo huo, kengele ya mlango ikalia. Ilikuwa zu Sara alipata hofu na akamwomba Yunhao ajifiche. Kama angegundua kuwa alikuwa na mwanaume mtunza nyumba hasingeelewa Yunhao akajificha chumbani akiwa na mtoto wa mbibwa, lakini gafla mlio wa mbibwa ukasikika. Si zu akaelewa kila kitu, lakini kwa utani akasema anahitaji kuingia ndani kuangalia. Sara kwa hofu akakataa na alipoona hali yake si zuu, akatabasamu na kuondoka. Baada ya kuondoka, Yunhao akatoka kimya kimya, akaomba msamaha na akampa Sara boksi zuri la pindi kama zawadi. Nyumba ambayo zamani ilikuwa tulivu na tupu sasa ikawa hai kwa sababu ya Yunhao. Hakuwa tu anapanga nyumba kwa ukamilifu, bali alianza pia kutunza maisha ya sara Sara. alianza kushiriki naye bila kusita changamoto na msongo wake wote wa kibiashara. Lakini siku moja sara alianza kutilia haka, je, yunhao alikuwa na lengo lingine? Alipomuuliza moja kwa moja yunhao akajibu bila kusita, ndiyo, ninataka pesa zako. Kumbe yunhao alikuwa mfanyakazi wa kujitolea kanisani. Ndoto yake ilikuwa kumhamasisha sara kuwasaidia maskini. Sara akacheka na kusema, kama unataka nitoe msaada utanipatia tabasamu lako moja, napenda tabasamu lako mara moja. Yunhao akatoa tabasamu zuri la kuvutia na papo hapo moyo wa sara ukayayuka. Siku iliyofuata mchango shilingi kroni moja ukatolewa kanisani. Mlezi wa Yunhao akashangazwa sana na kumwambia kuwa tabasamu lake lilikuwa kipaji cha pekee na alipaswa kulitumia kwa hekima. Kuanzia hapo, Yunhao alianza kuonyesha tabasamu lake la kuvutia kwa Sara mara kwa mara. Kila alipofanya hivyo, zawadi mpya zilikuwa zikitumwa kanisani. Mwanzoni michango ilikuwa ni ya mahitaji ya chakula tu, lakini taratibu ikapanuka hadi kufikia kompyuta mpakato na simu janja. Katika mchakato huo wote, mabadiliko makubwa yalitokea kwa Sara. Yule mwanamke wa biashara aliyekuwa baridi na mkali, polepole pole, aligeuka kuwa msichana mchangamfu na mwenye upole ingawa bado alikuwa na haiba ya kifalme, ndani yake kulianza kuchipua usafi wa moyo na kutokuwa na hatia. Siku moja mtoto wa mbwa wa Yunhao alitoroka ghafla. Sara na Yunhao wakaanza kumkimbiza. Walipofika mlangoni, ghafla wakakutana na mwigizaji maarufu. Hali ikawa ya wasiwasi mara moja. Huyu ndiye yule mwigizaji ambaye Sara aliwahi kumchunguza kutokana na maisha ya kimapenzi ya kaka yake. Ksuzao alipomwona Yunhao akiishi katika nyumba ya Sara, hali ya kutoelewana ikazuka papo hapo. Sara alikuwa tayari kuanza kueleza, lakini ghafla Yunhao akamvuta ndani ya nyumba. Sara alipigwa na mshangao mkubwa kubwa. Lakini mshangao haukuishia hapo. Yunhao akamwambia kwamba kinara alichokuwa amekivunja hakikuwa na gharama kubwa kama walivyodhani. Akatoa pesa pamoja na zawadi, kisha akasema kwa heri rasmi kwa Sara. Ndani ya moyo wa Sara kulikuwa na hisia elfu moja, lakini hakuwa na sababu yoyote ya kumzuia. Kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yake, Sara ambaye hakuwahi kuonyesha hisia zake mbele ya mtu yoyote aliuliza swali lisilotarajiwa kwa mwanaume aliyekuwa mdogo kwake kwa miaka kumi na mbili. Ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Baba yake alimpelekea mmea wa kalendula, ua lenye maana ya furaha inakuja. Sara alihisi joto dogo moyoni mwake. Siku iliyofuata kulikuwa na mkusanyiko wa kifamilia Sara alidhani labda ulikuwa ni kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa, lakini alipoona yule mwigizaji akihudhuria, hisia zake zikabadilika. Ilibainika kuwa sherehe hiyo ilikuwa kwa ajili ya kaka yake Ksuzao na mpenzi wake. Hata hivyo, Ksuzao alimtolea Sara zawadi kuonyesha kuwa hakumsahau siku yake ya kuzaliwa. Baada ya sherehe, Sara alipokuwa anaondoka mwigizaji alimzuia. Kulikuwa bado na kutoelewana kati yao, lakini maneno aliyosema yalimuumiza Sara moyoni, kana kwamba alikuwa amepata sababu au alikuwa akisubiri kisingizio. Bila kusita, Sara akampigia simu Yunhao, lakini akamwambia kuwa alikuwa kazini. Sara akapiga simu nyingine. Yunhao hakuipa simu hiyo uzito mkubwa, lakini muda mfupi baadaye, msichana mmoja akamwendea na kumwambia kuwa bosi wake anamwita. Alijaribu kueleza kuwa alikuwa kazini, lakini msichana huyo akamwambia moja kwa moja kuwa duka lingefungwa siku hiyo. Yunhao na mwenye duka walibaki wakishangaa waliposikia kuwa bosi wake alikuwa amenunua duka Lote. Wakiwa wamekaa mezani wakila chakula pamoja, Yunhao alidhani Sara alikuwa amekasirika tena kwa sababu ya wale wanahisea wazee, lakini Sara alimweleza kuwa safari hii alikuwa ameumia kwa sababu ya familia yake. Sherehe aliyodhani ni ya siku yake ya kuzaliwa haikuwa kwa ajili yake kabisa. Yunhao kwa uoga akasema, niliona kitambulisho chako siku yako ya kuzaliwa haikuwa leo. Sara akafafanua haraka, siku yangu halisi ya kuzaliwa ni tofauti na iliyoandikwa kwenye kitambulisho. Yunhao alihifadhi jambo hilo moyoni akawaita wahudumu wa magahawa na akaomba kulipa bili. Sara akakataa, lakini yunhao akahisitiza. Ijioni hiyo sara alipotoka kazini, yunhao alikuwa akimsubiri nje karibu na ofisi yake. Sara alihisi hali ya ajabu kuona yunhao akiwa amechukua hatua haraka kiasi hicho. Ghafla yunhao akatoa keki ya siku ya kuzaliwa. Alikuwa akidhani sara hakupata keki siku ya kuzaliwa kwake, kwa hiyo alitaka kumfurahisha Sara alipomwona Yunhao akiwa na keki na mshamua, alihisi joto la ajabu moyoni mwake, akasema nilipokea ua siku yangu ya kuzaliwa, na lugha ya ua hilo ilikuwa furaha inakuja. Yunhao alishtuka kusikia hivyo na uso wake ukawa mgumu zaidi. Sara akavuta pumzi ndefu na bila maneno mengi, ameoneka kuelewa hisia za Yunhao. Bila kusema chochote zaidi, Sara akageuka na kuondoka. Yunhao akabaki amesimama, akishika keki kana kwamba alikuwa amekataliwa. Aliporudi ofisini, Sara hakutenda kama kawaida, hakuhangaika, hakulia wala hakuhuzunika. Badala yake, aliunga mikono yake na kuomba kana kwamba alikuwa akimwombea Yunhao arudi kwa upande wake. Yuke alipopita karibu na duka la maua hakushindwa kujizuia, akauliza muuza maua, ni ua gani una maana ya furaha inakuja? Muuzaji akamwonyesha ua la kalendula ya dhahabu ama marigold na akamwambia kuwa mbali na maana hiyo ua hilo pia linaashiria upendo wa huruma na huzuni ya kutengana. Wakati huo ndipo Sara naye alikuwa akitazama ua lile lile la kalendula ya dhahabu akisoma maana yake ile ile. Siku moja alimuona Yunhao Sili ofisini kwa Sara. Alikuwa ni mwanaume aliyekuja mahususi kumpa ujumbe muhimu Jina lake lilikuwa Choi Ko na alikuwa akijiandaa kurudi Korea Kusini. Sara aliposikia hilo uso wake ukabadilika. Alijua vizuri kuwa licha ya kuwa binti wa baba yake na mke wake wa zamani, alikuwa bado ni mshindani katika suala la urithi. Hata hivyo, kaka yake Shu Zayu ambaye alikuwa mjukuu wa kweli wa mwenyekiti Lin, alikuwa na nafasi kubwa zaidi. Kama Sara angehitaji kushindana na kaka yake, alihitaji msaada wa nje, na Choi Ko ndiye aliyekuwa msaada huo, msaada ambao hapo awali ulikuwa umejadiliwa kupitia ndoa ya kimaslahi. Sara alihisi ndoa hiyo ilikuwa ni biashara tu lakini sasa baada ya Yunhao kuje, je ingekuwaje kuhusu Yunhao? Akiutazama ua la kalendula lililokuwa ofisini mwake, Sara alikusanya ujasiri wote uliokuwa ndani yake, akaamua kumpigia Yunhao simu mara moja. Wakati huo Yunhao alikuwa kanisani akizungumza na padre kuhusu hisia zake. Padre alimwambia kuwa huenda angepata majibu kama angetayari amefanya ya maamuzi yake. Sara alimtazama Yunhao akishuka ngazi, machozi yakamjaa machoni. Yunhao alitambua kuwa Sara alihitaji kuelewa ukweli, lakini wakati huo, Sara aliacha kumsikiliza. Yunhao alimfuata hadi nyumbani kwake. Sara alihisi kama alikuwa akijaribu kujitetea, lakini Yunhao akasema kwa sauti ya uhakika, "Najua umeolewa. Mchumba wako ni Choi Ko." Uso wa Sara ulibadilika ghafla. Ingawa alikuwa kwenye uhusiano wa kimaslahi na mchumba wake, hakuwahi kushiriki hisia zake za kweli na mtu yoyote. Wakati huo huo, Choi Ko onyesha mamlaka yake. Sara alikumbushwa kuwa kwake, kila kitu kilikuwa ni biashara. Alimwambia kuwa alikuwa na udhaifu fulani wa kaka yake Shu Zayu. Bainika kuwa Shu Zayu alikuwa na tatizo kubwa. Sara akasimama dhidi ya Choiko, akabadilisha mtazamo wake katika biashara na pia katika maisha yake binafsi. Choiko hakupendezwa na mabadiliko hayo, kwa hasira akatupa pesa barabarani. Sara alihisi chuki kidogo alipoliona hilo, ndipo akafanya uamuzi ghafla, akamwalika Yunhao kwenye miada, lakini Yunhao alipoliona begi jipya kabisa dukani alionekana kupuuzisha mwaliko wake kidogo. Bila kusita Sara akatoa kadi yake nyeusi na kununua mifuko yote ya kifahari. Baada ya hapo Sara na Yunhao walienda kula kwenye kibanda kidogo cha mtaani. Hisia zake zilikuwa zimechanganyika. Moyo wake ulilegea kidogo kana kwamba kitu cha zamani na kipya kilikuwa kikichanganyika pamoja. Alikuwa na huzuni kidogo akifikiria kuwa Yunhao sasa amechagua njia ya upadri, hivyo alijaribu kuficha hisia zake kwa ucheshi na urahisi. Yunhao alipotambua mabadiliko katika tabia yake, akamwambia ifanya na kwamba alitamani wabaki marafiki tu. Yunhao akatabasamu kidogo na Sara akaendelea kumtazama kimya kimya kana kwamba moyo wake bado haujapata majibu yake. Siku iliyofuata, Sara aliwaambia wote katika karamu ya familia kuhusu uamuzi wake. Kwa uwazi kabisa, alitangaza kuwa hataolewa na Choi Ko kwa sababu hakumpenda hata kidogo. Baba yake Sara aliunga mkono uamuzi huo bila kusita na akasimama kando yake kwa furaha. Kaka yake tayari alikuwa anajua kuwa uamuzi wa Sara haukuwa tu kuhusu kukataa ndoa na Choi Ko, bali pia ulikuwa umejificha uamuzi mwingine, kuto kuchukua hatua yoyote dhidi ya kaka yake. Ufichuzi huo uliufanya moyo wa kila mtu utulie na kikwazo cha ndoa kikaondoka rasmi. Baada ya chakula cha jioni, Sara na kaka yake waliondoka pamoja nyumbani. Ilikuwa ni mara ya kwanza Sara kumwita kaka yake kwa dhati na kueleza maamuzi yake waziwazi. Alitambua kuwa sasa hahitaji tena kupigania urithi kwa sababu tayari alikuwa amepata kitu cha thamani zaidi moyoni mwake, amani na uamuzi sahihi. Siku chache baadaye, Choi Kuo aligundua kuwa ndoa imevunjika rasmi. Kwa hasira kali, alifika ofisini kwa Sara. Sara alisimama kwa utulivu na kumwambia wazi kuwa alitaka kuvunja mpango wa ndoa Choi Kuo sana na kusema, nilikuwa na kusaidia kwa sababu nilidhani huna msaada wowote. Kisha akamtishia, lakini Sara hakujibu chochote. Choi Kuo akazuia hasira yake na kuondoka ofisini. Sara akamwangalia Yunhao ambaye bado alikuwa thabiti katika uamuzi wake. Tabasamu dogo likatokea usoni mwa Sara, alijua bila shaka kuwa uamuzi wake ulikuwa sahihi kabisa. Yunhao alirudi nyumbani na kuzungumza na familia yake baada ya muda mrefu. Familia yake ambayo hapo awali ilikuwa imepinga uamuzi wake wa kuwa padre, safari hii ilimuunga mkono. Hata hivyo, Yunhao alihisi hali ilikuwa ya ajabu kidogo. Hakusema chochote na aka enda chumbani kwake. Wazazi wake hawakusema kitu, lakini dada yake alielewa kila kitu. Dada yake akamuuliza moja kwa moja kama alikuwa kwenye uhusiano na mtu fulani. Alionyesha udadisi mkubwa na kumchokoza Yunhao kwa maswali. Wakati huo huo, gari la kifahari likasimama karibu nao. Dada yake alipoona gari hilo, akamuona mwanamke mrembo akishuka. Kwa mshangao akasema, yo, amejichagulia msichana mrembo kiasi hiki. Sara kwa upande wake alikuwa na wasiwasi kidogo, akidhani kuwa kaka yake Yunhao angeweza kumzuia. Yunhao naye alikuwa amechanganyikiwa, lakini alipokuwa na Sara ndani ya gari, alihisi furaha ya kweli. Ndani ya gari hilo waliufanya uhusiano wao kuwa rasmi, kisha wakaenda kula chakula cha jioni pamoja, wakijadili mipango yao ya baadaye. Yunhao akasema kuwa sasa kwa kuwa hato kuwa padre, alikuwa anafikiria kutafuta kazi nyingine. Sara aliposikia kuwa Yunhao alikuwa anafikiria kuwa jaji, alishtuka kidogo, kwani mitihani ya mahakama nchini Korea Kusini ni migumu sana, lakini Yunhao akatabasamu na kumwambia kuwa alikuwa amehitimu masomo ya sheria katika chuo kikuu cha Seoul, hivyo hilo lilikuwa linawezekana kwake. Ndipo Sara alipotambua kwa nini familia ya Yunhao haikutaka awe padre. Si rahisi kwa familia yoyote kukubali mtoto wao aache taaluma kama hiyo. Baada ya chakula cha jioni, Sara alijitolea kumrudisha Yunhao nyumbani. Walizungumza kuhusu siku ya kukutana na wazazi wa kila mtu. Yunhao alihisi kuwa hadhi ya familia ya Sara ingeweza kumuwekea shinikizo kubwa. Sara aliposhuka kumwacha, akamwambia kwa mzaha, hujalipa nauli ya gari. Yunhao alichanganyikiwa kidogo, lakini hatimaye akaamua kuwa siku iliyofuata angemrudisha Sara naye. Kesho yake Sara alipokwenda kumchukua Yunhao chuoni, mwanafunzi mmoja alimvutia macho. Mwanzoni Sara alitaka kumpunzua, lakini mwanafunzi huyo alipomuona Yunhao, alianza kuonyesha wivu. Sara alitambua kuwa Yunhao hakua kipenda wivu huo tena. Sara akaelewa kuwa uhusiano wao ulikuwa umebadilika sasa. Yunhao alikuwa akihisi kumiliki zaidi na Sara alihofia kuwa kuto kuelewana ungeweza kutokea siku zijazo. Akaamua kuchukua likizo ya siku moja kumpa Yunhao nafasi kidogo na kwenda nyumbani kwake kuzungumza na wazazi wake. Alipofika nyumbani kwa Yunhao, wazazi wake aliwaambia moja kwa moja kuwa walihitaji kuzungumza kuhusu mustakabali wa kazi na maisha. Ingawa jambo hilo liliwashangaza, lengo la Sara lilikuwa kumwonyesha Yunhao kuwa uhusiano wao haukuwa tena wasiri kati yao wawili tu bali ulikuwa umegeuka kuwa ahadi rasmi kuanzia hapo maisha ya Sara na Yun Hao yakawa mepesi na wa utulivu zaidi. Walianza kwanza kushughulikia shinikizo kati ya familia zao kabla ya kulitatua kati yao wenyewe. Wakaanza kuishi katika dunia yao ndogo, wakitumia muda pamoja bila hofu, na hapo hadithi yao ikaishia kwa amani, ujasiri na upendo uliokuwa taratibu lakini